Habari. Uh, mimi ni Josephat Rafael Nkungugu, hosti wa kipindi cha mashule shule, na leo tuna kipindi chetu cha elimu na ni segment ya e, eneo la namna ambavyo unaweza ukawa na option mbalimbali -mbali, kama mwanafunzi za kusoma. Uh, nafahamu kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao wakati unaanza maisha yako ya chuo pengine unaweza usio na uwezo wa kuendana na timetable ambavyo ilivyo. Kwanza kabisa tukubaliane kwamba chuo kina kategori tofauti tofauti uh, za kujifunza. Kuna ambao huwa wana kuna style ya full time. Full time maana ni hii ni kwamba unaingia chuo asubuhi saa moja au saa mbili, lakini vipindi vinaweza kwenda mpaka jioni saa 11 pengine mpaka saa 12. Hiyo inaitwa ni full time. Kuhu hii ni, ni kundi la kwanza. Tutaeleza vizuri kwa undani, full time, na kawa, eh, vizuri kwenye pili. Ni kundi la part time. Part time maana yake ni watu ambao wana kuna, kuna baadhi ya vya pengine Kiswahili ni, ni, ni chuo kikuu huria Tanzania pia tu, tu, tunacho. Aina hii ya kusoma ni aina ambayo inashabiana na style ambayo tunazosoma online, kwa mfano mtu anazosoma chuo Marekani akiwa yuko Tanzania lakini anasoma kwa mfumo wa online. Lakini hiyo ya Open University kidogo ina mazingira ambayo ni tofauti na online, tutakuja kuongelea baadaye. Lakini point ni kwamba kwa mfumo wa kitanzania, ukiwa Tanzania unaweza kusoma kwenye aina tatu za kusoma kulingana na majukumu yako na style yako. Sasa tukianza na kwanza ambayo ni full time. Full-time ni kwa, ni kwa nani? Nani anaanza kusoma full time? Full time inaweza ikasomwa na wanafunzi wafuatayo. Moja, wanafunzi ambao wanasoma level ya diploma, kwa asili ya hao watu manake ni vijana wa kundi fulani lakini hawana majukumu mengi pengine, lakini pia sio in service. Niseme in service, kuna wale ambao wanataka tayari ni muajiriwa lakini kwa namna moja au nyingine anataka kuongeza elimu ili aweze kupata access fulani pamoja na mshahara na benefit zingine za hivyo. Hao full time kwa anakuwa ngumu kwa sababu ana vipengele ambavyo vinamsubiri. Kwa hiyo wewe ambaye umetoka O level umekuja kusoma level ya diploma au wewe ambaye umetoka form six, wewe umekuja kusoma level ya degree, hiyo option ya full time inakufaa na ina advantages zake pia. Full time ina advantages zifuatazo. Moja, una uwezo wa kusoma E, content nyingi na kuwa mbobezi kwenye eneo lako ambalo unalisomea kwa sababu wewe umededicate muda wako wote kuweza kusoma kama full time. Hilo ni muhimu kulifahamu, na niweke bayana kwamba unavyosema umededicate muda kusoma kama full time tuelewane kwamba kama una idea kichwani kwamba naenda kusoma chuo, da, ngefika, da, nitakuwa nasoma chuo lakini nafanya vijana naita mitikasi yangu au michongo yangu mingine, Full time pia inabidi uwe nao makini, kwa sababu pesa huaga ina motivation. Hapa tuongee vizuri kwenye hilo eneo, na usema motivation inamaanisha kwamba ninajua kwamba umesema uta balance nitasoma, lakini pia nitafanya mambo yangu. Mungu akibariki mambo yako yakanyoka, yanaweza mambo yako akachukua sehemu kubwa kuliko sehemu ya darasani. Yaani maanisha kwamba kama kweli ume, pengine umefungua social media account au una run matangazo na nini, unapata oda za kutosha kwa deliver order ya mtu kama ni n kama ni kuna kwa muda, kwamba unatumia muda mwingi zaidi kuandaa E, biashara yako kufanya matangazo na kudeliver oda zako na sio muda darasani. Kwa hiyo kama una hiyo mindset kwamba unatamani ukija kusoma, na sio tu hata vio vingine mikoa yote ile, unaweza kuwa unafanya biashara ukiwa unasoma, na unaweza kuwa na sababu zako za msingi, labda hujapata boom au hujapata mkopo au pengine, labda una sababu zako binafsi, kuna watu unabidi watunze huko nyumbani, pengine hali zao unazijua mwenyewe. Ukiwa na idea kama hiyo, pengine full time inaweza isiwe sehemu nzuri sana hata kama umetoka O level au umetoka form six. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa una split your mindset, kuna muda utahitaji, kuna baadhi ya walimu wasumbufu wanataka attendance. Attendance ikiwa na soma pengine una vipindi vya kuattend kwa sababu tu unafanya mambo yako, inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo hii ya full time inawataka watu ambao kwa uhalisia wao wana uwezo wa kuwa watu wa shule na shule ikawa sehemu yao kuu kwa namna ambayo pengine ule muda wa mchana wote mwalimu anapowahitaji au lecture kwa muda, kwa session yoyote wewe wa available, wewe unafaa ukaa kwenye full time. Kundi la pili, watu wanataka kukaa kwenye full time ni watu ambao wanataka kupata full potential ya elimu. Yani labda mtu anasema mimi nataka nikisoma, ni nisome theory lakini nisome pia na practical kwa ubora yani, kwa ubora. Kwa maana kwamba niwe mbobezi, sababu unaposema unafanya biashara afu fu na unasoma chance ya kusema kwamba utakuwa competence utakuwa competent kwenye eneo fulani, ile competence zikawa ikalege kwa sababu una split your mindset na time yako kwenye kufanya vitu zaidi ya kimoja. Lakini ukisema kwamba nimetumwa shule na nata, nataka kudeliver shule peke yake, basi option ya full time itakufaa zaidi. Kwa option ya pili ni option ya part time. So hapa kwenye part time pia wanaweza kufanya part time. Ni hilo kundi ndiko ndalisema, pengine unasema utafanya shughuli zako maeneo mengine ambayo anafanya mambo kama hayo unaweza kuyafanya, afu kasema saa saba mimi nitaingia mambo yangu ya ya kielimu. Ambaye unafanya kazi ni, ni, ni, ni, ni muajiriwa, sekta binafsi, una uwezo ku balance ratiba zako na majukumu yako ya kazini, alafu ukatoka hiyo saa kumi na moja ukaja ukafanya mambo yako. Eh, kwanzia kuanzia saa kumi na moja mpaka kuna vyo ambavyo vinaanza saa kumi na moja vina mpaka saa moja saa mbili ya usiku, vina vipo ambavyo navifaham viko mjini ambavyo vinatoa hizo options. wana baadhi ya vyo ambavyo vinaenda, lakini pia Jumamosi, ndo mna spend kidogo muda mkubwa zaidi, kwa sababu ndo mna cover mm. magepo ambayo wenzenu hawakuya, hawakuya Uh, mko attend kwa hicho kipindi. Kwa hiyo huyo ni mtu wa part time ambaye anasoma kwa kugawanya majukumu mengine, lakini pia na shule ko pia unaweza unazokaangalia ni mtu aina gani na, uka, ukajikondition kuweza kusoma. Na naye anasema, ni bora ukaamua mapema kabisa wakati unafanya uchaguzi wa kufanya admission ya chuo gani ukasome, kwa sababu pia vyuo vinatofautiana na aina ya course zinatofautiana. Kuna course ambazo zinaruhusiwa kufanya evening session, kuna course ambazo zimefungiwa kwenye full time kwa sasa hivi vitu inabidi uvijue prior. Wewe kama bado unataka kuapply chuo sasa hivi au una mpango kuapply chuo hapo baadaye, make sure kwamba aina ya maamuzi iendane na kile ambacho unataka kuchagua, kwa sababu usije ukawa umesema kwamba nitaenda kuchanganya shule na kufanya mambo yangu, halafu kaja kuchagua full time, halafu kuna full time baadaye kuna attendance nyingi, watu na walimu na mind, kwa nini nipindi vyao, kwa sababu tu una mambo mengine ambayo unayafanya. Kwa hiyo mambo ni mambo ambayo unayaamua wakati una unaanza kabisa maamuzi ya kufanya admission kwenye chuo fulani. Option ya tatu inaitwa Open University. Tanzania tunayo uh, inaitwa inaitwa OUT. Open University of Tanzania. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Sasa kwanza kabisa niweke sawa kitu kimoja. Chuo Kikuu Huria akitoi kozi zote. Na kuna sababu. Mfano akitoa kozi za udaktari. Kwa nini? Kwa sababu nature ya, ya kazi za udaktari zilivyokaa, sio kazi ambazo au sio taaluma mozo kaisoma ukiwa huko, alafu ukasema tunaenda kufanya tu mtihani, kwa sababu wale watu eh, huwa wanafanya vitu practically na ongoing. Yani wanasoma wana na kwenda kufanya uh, uh, kazi kwa vitendo, vitu ambavyo wamevisoma vikiwa vina, vina synchronize together, yani vinaenda pamoja. Kwao unakuta kuna, kuna weeks kadhaa watakuwa ko uh, hospital, kuna weeks zingine watakuwa wako darasani wakifanya theory. Kwao ukienda kusoma Open University kwa lengo la kusoma utasoma udaktari, hapana. Kwao kuna baadhi ya kozi ambazo zina swihi au zina fiti kuweza kusoma Open University, kwa mfano e, taaluma ya masuala ya kompyuta, kompyuta sayansi na kozi zake kwa ujumla zipo pale, kuanzia level ya diploma au kuanzia certificate, uh, diploma, uh, degree, masters mpaka PhD kozi za ualimu kozi za law kwa maana ya sheria, na kozi zingine kama hizo, maeneo ya arts na nini, unazipata Open University of Tanzania, wanaziofa sasa. Kama neno lake ambavyo unasema neno open, maana yake nini? Open ni kwamba utaratibu wa kujifunza haujafungiwa kwenye kuta nne, kwa maana ya kuwa darasani ndio natambua kuna baadhi ya kozi waga wanaitwa baadhi ya siku kuweza kwenda physical na kupata demonstration kadha kadhaa kutoka kwa ma wao, lakini 80% ya kujifunza kwako utaisoma ukiwa eh, kwa namna ya kidijitali, aidha kwa kutumia simu janja yako au tarakilishi kwa maana ya kompyuta yako au kifaa kingine kama tablet na vitu kama hivyo, lakini sio kwa namna ambayo anaifanya part time ambaye ataenda eh, evening sessions za jioni kwenda kusoma na mwalimu wake atatenda darasani, au yule full time ambaye ye kabisa ndo anatakiwa aende pale asubuhi na atoke jioni. Kwa hiyo uh, open pia inafiti baadhi ya watu. Mfano kuna watu wana, wana majukumu yao either kaajiriwa in sekta binafsi au kaajiriwa in sekta ya umma au mwingine kajiajiri mwenyewe kwa sababu ameona kwamba kwa namna moja au nyingine ana biashara ambayo anaifanya, ana majukumu, ana familia, lazima aweze kumake income na maisha yake kuendelea, lakini pia anatamani elimu iwe endelevu, aendelee kuongeza ngazi nyingine za elimu, kwa anaweza akaopt option ya open university, ambapo atakuwa tu ana, anapata assignment zake kupitia mfumo wa kidijitali na anazifanya, lakini pia kama kuna kipindi anakuwa anakiatend kwa kutumia laptop yake au simu yake akiwa huko mbali na bila kuwa eneo halisia au physical akiwa na mwalimu. Lakini pia, kipindi cha mitihani ndio kitakutaka uweze kwenda eneo lenyewe kwenda kufanya mitihani mitihani ya mwisho ile au zile nani testi lazima ukazifanye eneo ambalo upo. e, kitu kizuri kuhusu Open University ya Tanzania ni kwamba ina matawi almost mikoa yote ya Tanzania na kwenye baadhi ya maeneo ni wilaya zote za Tanzania, yani kwa level ya wilaya kuna Open University branch. Ndio chuo pekee Tanzania ambacho utakipata kwa ukubwa huo, vyo vingine viko maeneo specific. Ukichagua kusoma University of Dodoma utaenda UDOM penyewe pale kusoma, huwezi kusomea uh, Mwanza au kasomea Kagera au kasomea Bukoba. Lakini ukiamua kusoma Open University of Tanzania, ukienda Mwanza kuna branch, ukienda Mbeya kuna branch, zaidi ya mikoa 26 mpaka Zanzibar kuna branch. Hii ina advantage kubwa moja, kwamba mfano uko unasoma Open University labda Dar es Salaam, ipo Kinondoni pale ODL wanajengolo pale Kinondoni kinondonibii kama kama ukishuka Kinondoni manake niniaba karibu na Morocco, e, kituo cha mondokasi, ukienda pale ka nasomea pale kwa mfano, alafu let's say ukapata ajira, ukapangiwa kwenda kufanya kazi mkoa wote, chagua mwenyewe. Let's say tuseme mkoa gani botaj aba Singida, ukienda Singida kule ipo kwao tu na transfer taarifa za kwamba jamani, mimi naenda kusoma na naenda na, na kufanyia kituo changu cha mitihani au kituo changu cha kufikia cha kufanyia mafunzo yangu ya Open University nitakuwa nipo Singida. Kwa hiyo kwenda kuattend Singida, mitendo yako itasainiwa Singida na elimu yako itaendea kama kawaida. Kitu ambacho kwenye vyuo vingine huwezi uka transfer hivyo kaenda ile eneo. Hiyo ni advantage ya kusoma Open University. Kama nilivyosema wali sio kwa kila kozi, lakini kwa kozi ambazo zipo pale, una hiyo favor ya kuweza kufanya sababu mkoa wote wanapatikana. Umepangiwa kazi Kigoma au umepangiwa uhamisho wa kikazi umeenda Kigoma, utaenda Kigoma, tutana na Open University Kigoma na utaendelea na elimu kama kawaida. Kama ulikuwa huko mwaka wa pili, utaendelea na mwaka wa pili. Kama ulikuwa level yote ya elimu, utaendelea nao kwa sababu kule pia wana mfumo una una, una synchronize, unaelewana, inasomana kwamba ukiwa kule kule level gani, una assigned activity utaendelea nazo ukiwa kule. Kwa hiyo ni advantage ya kusoma Open University pia, kuna, kuna changamoto zake ambazo lazima tuziseme kwamba ukitaka kupata loan, okay, Open University ilikuwa haipo kabisa, sababu alikuwa anajua kwamba watu wanaosoma Open University ni watu specific, either ni watu wazima wana pesa tayari, kwa maana pengine wanafanya biashara zao binafsi na kutengeneza kielimu au ni watu ambao wameajiriwa kwao, wanaweza kufinance masomo yao wenyewe, wanaweza kujilipia ada au ni watu ambao wameamua wame, wame kwa utashi wao tu kuweza kusoma open. Kwa ilikuwa kidogo ile bodi ya mikopo ilikuwa haitoi hiyo room ya kupata eh, fu, kufinance kuweza kusoma kutumia mikopo. Sasa hivi wameruhusu. Miaka kadhaa nyuma, wameruhusiwa una uwezo wa ku apply loan board na ukapata mkopo kwenda kusoma open. Isipokuwa eh, last time nilikuwa naongea na moja wa watumishi, ni kwamba hautopewa boom again. Wanashumu kwamba boom limeuka pale kwa ajili ya nini? ya malazi na, na chakula si ndio, na, na gharama mbalimbali za kufanya pengine za usafiri hapa na pale. Kwa hiyo ana shum kwa sababu wewe utakuwa na movement za kwenda chuo na kurudi kila siku unless, uh, kwenye siku za mitihani pengine. Kwa hiyo huo muda mwingine ambao uko nao unakutosha kuweza kufanya shughuli za kiuchumi ambazo za kufanya uweze kujisustain mwenyewe kwa kipindi ambacho unasoma. Kwa hiyo huna haja wewe kupewa hiyo hela, ni bora akapewa wanafunzi ambao ni full time ambao wao wanakuwa wana take time yao yote kusoma na hawana uwezo kufanya shughuli za kijamii za kuzalishaji mali ambazo zinaweza kufanya wao kuweza kujisustain wenyewe, kuweza kujimudu maisha yao wao wenyewe. Kwa hiyo hilo ni vyema kulitambua, e, eh, kama mtu ambaye anataka kufanya machaguo so eh, kama ulivyosikia sasa hapo tumekwambia makundi matatu, kuna full time, kuna part time na kuna open. Kila moja ni zuri kwa mmoja na sio kwa kila mmoja, kwa ni wewe kujua kwamba unachagua option ipi ambayo ita make sense kulingana na aina ya maisha ambayo unaishi kwa sasa, kulingana pia na options za maisha ambazo uko nazo na ni kweli kwamba ukiwa ni mtu ambaye unafiti kwa Open University afika nje kusoma full time utapwaya namna fulani ua vizuri, kwa, kwa sababu vizu huna huo muda wa kutosha kama nilivyokuwa nasema kwenye video zangu vya nyuma. Kuna baadhi ya walimu wanasema mimi natunga mtihani kwa yale ambayo nimeongea darasani. Sasa kama kuwa na, uh, na utaratibu wa kuwatenda vipindi vyake na hata Open pia kuna uongozi upo, kuna serikali ya wanafunzi, kuna rais, kuna, eh, structure nzima leadership iko kule, lakini kingine pia ambacho kipo Open ni kwamba una uwezo wa kusoma eh, muda mrefu zaidi kuliko vyuo vingine au kuliko elimu zingine. Kwa mfano, degree unaweza kusoma mpaka maximum miaka sita. Kitu ambacho uh, eh, ukiwa unasoma kwenye full time au part time unaweza kuruhusiwa hiyo extension. Najua kuna habari ya kupostpone na nini, lakini kule penyewe ni kwa utashi kabisa, na uratibu upo kwamba una uwezo kile ambacho ungekisoma kwa mwaka mmoja, unapoona vyuo vya kawaida kule ukisoma kwa miaka miwili. Kuna uka, uka split hivyo moduli zako na ukaamua kuzifanya kwa sale ambayo sio heavy duty kwa kuweza kuzimaintain, kitu ambacho ni option ambazo zipo kuweza kufanya uwezo kufanya mambo yako kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo iwe rahisi kwako wewe ambaye ulikuwa huelewi kwamba uchukue option ipi ya kusoma eh, kulingana na aina ya maisha ambayo unaishi ili kuweza ku make sure kwamba unaendana na hali halisi ya maisha yako na sio kuforce E, kusoma ilihali e, kuna vipengele ambavyo unakuwa unavyo, inabidi uweze kuvifit na kuweza kufanya vitu kwa kwa makini zaidi. So, uh, asanteni kwa kunisikiliza na na nadhani umepata picha, na itakusaidia kwa kufanya application kwa wepesi zaidi unapotaka kufanya masomo yako ya elimu ya juu, kwa maana chuo kikuu, na hapa nimezungumzia kwa level zote, kuanzia mtu anaenda kusoma kuanzia level certificate, uh, diploma, uh, degree, masters. Hata PhD pia Open anazo offer. Kwa hiyo unaweza kwenda pia kusoma PhD yako kwa style ambayo inakufaa zaidi. Aa, karibuni sana. Hii ni mashule shule, ni zaidi ya darasa. Ee, subscribe kwenye account yetu ya YouTube hapo. Kuna button hapo ya subscribe, usisahau kuibonyeza hiyo kuweza kuendelea kupata update mbalimbali kuhusu program zetu na vipindi vyetu. Aa, lakini pia usisahau kutufuata kwenye account zetu za kijamii, kwa maana social media account, tunapatikana Facebook, Josephat Nkungugu. Aa, Uh, Instagram Josephat Nkungugu, uh, X, uh, zamani Twitter, Josephat Nkungugu na TikTok pia unapatikana kwa Josephat Nkungugu kupata update zote za content zetu. Kama tulivyosema hapo awali, content zetu zina kava maeneo makuu matatu. Tunakava eneo la elimu, tunakava eneo la kazi, tunakava eneo la study abroad kwa upana wake na kwa ukubwa wake. Karibuni sana na Mungu awabariki. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi.